Askofu msaidizi wa jimbo kuu la Tabora, washamu sana maskofu wakuu, washamu maskofu, mheshimiwa William Lukuvi, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mgeni rasmi, mheshimiwa mapadri waseminari na watawa, washimiwa viongozi wa kiserikali na wageni waalikwa, wapendwa waamini katika Kristo, tumsifu Yesu Kristo. Yeah, yeah. Ni kweli kwa moyo wangu uliojaa furaha nipo katika mji huu mzuri wa Tabora nikisherekea pamoja nanyi kuwekwa wakfu katika daraja la waskofu Mashamu Joseph Jackson Bududu, kama askofu msaidizi wa jimbo wajimbo hili kuu. Kama tunavyo ujua vizuri, aliteuliwa na hayati Papa Francisco tarehe ishirini na sita Februari kama askofu wa heshima wa, wa vijezela huko Numidia. Pongezi. mm -hmm. Tumshukuru Mungu ambaye kwa mapenzi yake yake Mungu aliruhusu hili litendeke. Namshukuru sana Mwadama Kardinali Rugambwa askofu mkuu wa jimbo hili ku ambaye amerejea hivi punde kutoka Vatikani ambako alitoa mchango am wake wa thamani katika uchaguzi wa papa mpya, kwa wa musi wake wa busara wa kuendelea na ombi la kuwa na shirika katika utume kwa ajili ya jimbo hili kubwa lenye wakatoliki wengi. Baada ya uamusi wa, wa hayati Papa Francisco leo tume shuhudia kuwekwa kwake wakfu. Niruhusu <coughs> <coughs> pia kueleza upendo wa kibaba wa Papa Leo wa kumi na nne ambaye ame chaguliwa tarehe nane mwezi huu kuliongoza Kanisa Katoliki. Tafadali tumwombe ili Bwana mwema awese kumwelekesa, kumwongosa na kumlinda na kuanema yake afanikiwe kuliongosa na kulisi mamia kanisa la Kristo. mashamu bududu ume chaguliwa kutoka miongoni mwawatu na kuteuliwa wawakilisha katika mambo yanayohusiana na Mungu. Hili linawezekana tu ikiwa unatambua kwamba si kwa sifa yako kwamba unachukuza kazi hii, bali ni kwa neema ya Mungu. Kwa kutambua umechagua kauli mbiu mapenzi yako yatimiswe ukijisalimisha kwa Mungu, kama ilivyoandikwa katika waraka kwa Waebrania: mimi hapa nimekuja kufanya mapenzi yako. Daima uwese kuyatambua na kuyatenda mapenzi ya Mungu katika shughuli zako zote za kitume nyuki, <tiped> ulio wataka katika ngao yako, ambao ni rasilimali kubwa katika mkoa huu unaofanya kuwa tajiri na tamu, wawe daima alama ya damira yako tabiti katika kunyona nekta ya imani, upendo na udugu uliyomo mioyoni mwa watu. Katika kutimisa wajibu wako wa kioskofu, mwa kufundisha, kuwatakatifusa na kuwaongosa watu wa Mungu, baki katika ushirika na Papa, askofu mkuu wako pamoja na ndugu sako, maaskofu, mapadri na watawa, ukikusa umoja, maelewano na upendo wa Kristo kwa wote. Nina imani kwamba utakuwa mchungaji mwema na shiriki, shirikishi huku ukiutunza umoja huu kwa njia ya kibaba na ya kirafiki ukionyesha uso wa rehema wa Bwana kwa uasi usawa na binafsi, ukiwajibika kwa wote hasa kwa watu waliotengwa na waliosahaulika katika jamii. Nimejawa furaha kubwa na kuridhika sana ninapotaumba na kushukuru uwepo wa kiongozi wa serikali na wageni mashuhuri waliopo hapa leo, kwanzia na maheshimiwa William Lukuvi kwa kutoa umuhimu wa hali ya juu kwa tukio hili. Mheshimiwa sana, tafadhali pokea shukrani zangu za dhati kabisa. La <laughs> pendwa waamini wa jimbo hili kuu la Tabora, ninahisi na kutamini ushirikiano uliopo kati yenu na viongozi wote wa dini waliokabidhiwa dhamana kwenu. Shime kwenu, uwepo wenu katika umati huu ni dhihirisho la upendo Umoja na uaminifu unaotokana na imani yenu isiyotikisha. Mungu Mwenyezi awabariki daima. Asanteni sana. <laughs> Mashamu bududu, uwepo wa watu wa dini mbalimbali na madehebu ya Kikristo hapa leo unapasa ukukumbushe kwamba wewe ni askofu wa kila mtu. Katika utume wako endeleza maendeleo ya kijamii bila ubaguzi wowote. Mashamo askofu na kutakia neema nyingi za Mungu na mafanikio katika shughuli zako. Nakua di, nakuahidi sala zangu. Asanteni sana. Makofi tena mengi kwa Balozi wa Baba Mtakatifu hapa nchini, lakini vile vile kwa kuuthamini Kiswahili na anaongea Kiswahili vizuri sana. Asante sana.